Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMA kimesema kinasikitishwa na kauli ya baadhi ya watu wanaosema chama hicho ni wakala wa chama tawala yaani chama cha mapinduzi CCM. Kauli hiyo imetolewa na mwenezi wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMA Taifa, Ipyana Njiku, wakati akizungumza na wanahabari jijini Mbeya kwa lengo la kutoa msimamo wa chama hicho kuhusu ushiriki wake kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu, ambapo amesema chama hicho hakina mkataba na chama chochote cha siasa nchini, hivyo watashiriki uchaguzi mkuu na wamejiandaa kushinda kwa kishindo. Kama kama CHAUMA hatushirikiani wala tufungamane na chama chochote cha kisiasa kingine chochote ambacho kime kikipo hapa chini. Sisi CHAUMA tumesajiliwa tume kivyetu na tunaongoza, tuna katiba yetu na misimamo yetu, hivyo hatufungamane na chama chochote. Kumekuwa na masuala kadhaa kwamba CHAUMA mnatumika na vyama fulani, vyama fulani, sisi hiyo kauli sio, tunaipinga bwana, tuko hapa, hata kauli leo, kauli ambayo naitoa leo, mwenezi wa chama taifa hatufungamani na chama chochote na hapa hatujatuma mtu yoyote kuzungumzia kwamba kwa, kwa nini tushiriki uchaguzi. Hatu kwanza mtu akisema kwa, kwa nini tuna, tunaunga hizo tuna uizo uchaguzi. Hawa sisi ni nani yetu ni chama chetu yani kitu ndio kimeamua tulisajiliwa kwa ajili ya kusimamia mambo yetu. Si ndio? Lakini niombe pia vyama vingine ambavyo tuko tuko pande huu kwamba upinzani, tusizisahau tusi vyama vingine ambavyo havina wakilishi bungeni au kwenye kwenye madiwani. Wanapotuambia kwamba tunakereka pia na sisi na kutuambia kila siku kwamba Eti sisi ni ni ma ni mawakala wa CCM, ngo hiyo kauli inatokea sana. Sikikoma mawakala CCM, tunatembea na vieti huko mtaani tu tu kae sawa. Mpi pia vyama vingine ambavyo vinawakilishi bungeni, wakiwa na na jambo kutaka kulifanya watushirikishe, sio kwamba wafanye wao huko, afu aanze kutuambia kwamba chama, nyie fanyeni, tutafanyia kitu tuta, tutangaje hoja kitu ambacho sisi hatukifahamu. Watu wameandaa mpango yao huko na nani nani, sasa na nyie ungeni, hapana, tuwezi kuunga juhudi ya ya ya misimamo ya vyama vingine. Sisi CHAUMA tuna misimamo yetu, tuna katiba yetu, tuna kanuni zetu ambazo tuongoza sisi. Hivyo hatuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine e. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMA e, tarehe 19 mwezi wa pili a, wajumbe wa halmashauri kuu walikutana jijini Dar es Salaam kuzungumzia maswala kadhaa kuelekea uchaguzi ujao, na a, jambo moja hapo ambao mezungumzia wajumbe wa halmashauri kuu ni kuazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wajumbe wa halmashauri kuu kwa pamoja tuliazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao utahusisha ngazi ya rais, wabunge na madiwani. Kwa nini tumeazimia uh, kushiriki uchaguzi huu? Tumeona kwanza uh, uchaguzi huu unaenda kutoa hatima ya miaka mitano ya nchi yetu na kuelekea. Kwa hiyo, tumeona sasa tuitokeze mbele waandishi wa habari kutangaza rasmi kwamba CHAUMA tutashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Amesema wakati wa uchaguzi wasimamizi wa uchaguzi wasio watumishi wa umma wa wakiwemo walimu kwa kuwa hao wana maslahi ya moja kwa moja na serikali ambayo kwa sasa inaundwa na chama cha mapinduzi, ambao ni ngumu kwao kutenda haki kwa wagombea wa vyama vingine. Na na sisi CHAUMA uh, nje ya kushiriki tume, tume, kuna vitu ambayo tumependekeza kwamba E, tume ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Tume huru ya uchaguzi fanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza ni kwamba makamishina wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, wasiteuliwe. Kumekuwa changamoto hiyo hapo, ambao wadau wengi wamekuwa wakilalamikia kwamba wanaosimamia wa uchaguzi wa ni watumishi wa, wa serikali na wanateuliwa na rais. Kwa hiyo tutakuwa tunatamani, si kwa CHAUMA sasa, tutakuwa tunatamani watumishi wa makamishina wa tume uchaguzi washi, wapatikane kwa ushindani. Serikali itangaze itangaze na, nafasi ya ajira ikitangaza nafasi ya ajira watu waombe, baada ya kuomba watakaoshinda ndo wa, wawe makamishina wa uchaguzi. Lakini pili tumependekeza kwamba serikali eh, ifanye marekebisho kwa upande wa wakurugenzi wa halmashauri wa, wa wa wasio wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo kwa nini tunasema hivyo? Kwamba wao wakurugenzi wengi asilimia kubwa ni, wa, ni watumishi wa, wa, wa serikali, lakini pia ni makada wa chama wa vyama vingine huko. Kwa hiyo hawawezi kutenda haki kwenye, kwenye usimamizi wa uchaguzi, kwa hivyo CHAUMA sisi tunatamani sana wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi, ndio wataharibia uchaguzi. Na watu wengi walikuwa wakipiga kelele kwa, kwa mazingira hayo, lakini pili wasimamizi wa uchaguzi uh, Kwenye, kwenye vituo wasipangiwe pia hawa watumishi wa umma, kwa mfano walimu, watendaji au pia. Wasimamia uchaguzi wapatikane pia kwa ushindani, watangaze serikali, tangaze ajira, lakini wasio watumishi wa umma kwa sababu wana maslahi na, na serikali e. Mwisho tunatamani makala mawakala wa vyama wanavyoenda kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi eh ee, wasibuguzie mawakala wengi ume, mawakala wetu wamekuwa wakibuguziwa. Mfano uchaguzi wa sekta mtaa uliopita, mawakala wetu walikuwa wanabuguziwa sana, nusura kupigwa na watu ambao wanasimamia uchaguzi huko, kwanza mara vikwazo kibao, mara wewe ujitambulika barua hii na nina nini, lakini mawakala wa vyama vingine wa, wa, wa chama tawala hawasumbuliwi. Kwa sababu tunatamani mawakala wa vyama vyetu hivyo hasa vya upinzani wasisumbuliwe, wasibuguziwe kwenye wanavyoenda kusimamia uchaguzi wao kwa sababu walikuwa tayari washapishwa wana barua za unanili za utambulisho lakini bado wananyanyaswa. Kwa hiyo sisi kama CHAUMA tumeona hiyo ndio mapendekezo yetu. Lakini tuna pia tuna tuna tuna la, e, uh, tuna, tuseme, tunaomba wenzetu uh, wananchi wajitokeze kushiriki uchaguzi huu. Washiriki uchaguzi huu hasa vijana wajitokeze kugombea. Tumekuwa tukilalamika sana vijana kuhusu E, wanasiasa kushindwa kujenga ajenda au kutengeneza sera nzuri za kuhusu ajira au viwanda. Sasa ni wakati wetu sisi vijana ambao tumesoma tumesoma tuna, tumesosha na serikali na wazazi wetu tuonyeshe maarifa yetu tuliyopata tu, tu, chuoni tuyatekeleze kwenye, kwenye, kwenye maeneo yetu ya kazi, ya, ya uongozi. Tutaonyesha wapi ni kupitia udiwani, ubunge na, na sehemu kadhaa. Hivyo niwaombe watu. Wananchi, vijana wamama, wazee mjitokeze kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi ujao. Huu ndio tutatoa picha ya miaka mitano hiyo ambayo tunaitaka. Awali akizungumza kwenye mkutano huo na waandishi wa habari, mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMA mkoa wa Mbeya Lusako Mwakiluma amewataka vijana kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi kupitia chama hicho. Tunatoa wito kwa vijana ni, ni ruksa. tunapokea na tuna tunasema kwamba karibuni wote ambao mmeteseka huko hata katika Biblia amesema njooni ninyi nyote mtesekao na kulemewa na mizigo yenu nami nitapumzisha. Na sisi kama CHAUMA tunasema njooni kwetu mtapumzika na kuteseka na hiyo mizigo na huko mnakoteseka mmekosa nafasi. Sasa, kwa kwa sauti moja tunapenda kusema vijana, karibuni sana CHAUMA. Karibuni, muda wote mnakaribishwa, mje mtie nia, wakina dada wakina kaka kuna akina mama wengine ambao bado ni vijana tunasema karibuni sana CHAUMA, muje mupate nafasi za kugombea vijana. Mna uwezo vijana, mna nafasi vijana, mnaweza. Lakini sasa huko kwingine hamwezi mkapata nafasi. Mkija CHAUMA mnapata nafasi, ukiwezekana bila hata kupingwa. Mwenyekiti wangu anasema kwamba ubwabu mashuleni na mahospitalini. Unajua nchi hii sasa hivi watu wanateseka kulingana na kitu kimoja, tangia akiwa mdogo anafundishwa kuwa mbinafsi ndio maana hata akipata uongozi anakuwa mbinafsi tu. Leo hii mtoto akiwa shuleni anaambiwa kwamba unapata ubwabwa bure kutoka kwa kiongozi wako, rais wa nchi. Huyo mtoto siku akiwa kiongozi atawanyima chakula watoto. Itakuwa ni ngumu sana. Kwa kwa hivyo, napenda kusema kwamba karibuni sana CHAUMA nikiwa kama mwenyekiti wa vijana natoa wito kwa vijana. Ebu jitahidini, muende mchukue fomu za kuwania nafasi za uongozi katika nyanja mbalimbali za serikali. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama.